Uh, ndugu waandishi wa habari habarini za asubuhi. Pia nitoe shukrani, asanteni kwa kuja, ndugu waandishi wa habari. Ni kwa mara ya kwanza kanda ya pwani inazungumza na Watanzania kupitia ninyi waandishi wa habari. Kanda ya pwani kwa baraza la wazee Bazecha ni chombo ambacho kinaleta utengamano ndani ya chama. Tumekuwa tukifuatilia nyendo mbalimbali ambazo zinalikabiri taifa zinalikabiri chama na wanachama wake. Hivyo, kwa kuwa tumekaa muda mrefu sana tukiwa tunafuatilia kwa karibu sana mazingira halisi yaliyopelekea nchi yetu kufikia siasa za kikatili ambazo zinaendeshwa na serikali ya Chama cha Mapinduzi. Wazee wa Baraza la Wazee Chadema wanalaani vikali sana hatua zote ambazo zimejitokeza katika kuharibu mahusiano ya Watanzania, upendo wa Watanzania, na haki pamoja na uhuru wa Watanzania. Taifa letu hakika kwa sasa linaumwa. Hatukutarajia taifa la Tanzania ambalo limekuwa kisiwa cha amani limekuwa taifa la kikatili, taifa lisilozingatia utu. Viongozi wa serikali wameona ni jambo la kawaida kufanya ukatili dhidi ya raia wema. Wahanga wakubwa katika ukatili huo ni viongozi wanachama na wapenzi wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Baraza. Kutokana na mazingira hayo na madhira yanayowakuta CHADEMA, leo baraza la wazee kanda ya Pwani tumeamua tutoke hadharani na kukemea vikali sana dhidi ya ukatili, ukandamizaji, dhuluma ya haki na damu za wanachadema na Watanzania kwa ujumla. Baraza halitanyamaza. Baraza limesimama imara kukemea hali hiyo ili isiendelee kulichafua taifa letu. Kutokana na mazira hayo, mwenyekiti wa chama ndugu Tundu Antipas Mwigwai Lisu yuko katika kuta za magereza, hakuiba kitu cha mtu, hakudhurumu jasho la mtu, bali anapigania haki ya Watanzania, anapigania demokrasia. Hivyo chama cha demokrasia na maendeleo kupitia baraza la wazee, leo tunatoa wito kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu Samia Suluhu Hassan kutoka hadharani, kwa kuwa yeye ndio mfariji mkuu wa nchi, kulieleza taifa kwa nini watanzania wananyanyasika katika ardhi yao na nini hatua ambazo amezichukua ili kulinda haki, uhuru na demokrasia katika taifa la Tanzania. Baraza la wazee hatuta sita kukemea pale tunapoona hali ya taifa inateteleka. Ndugu waandishi wa habari, Chama cha Demokrasia na Maendeleo mwenyekiti yuko ndani, na tarehe kumi na tisa mwezi wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na tano baraza la wazee linawaagiza linawaomba wananchi wote, wapenda demokrasia, wapenda haki, kwa kuwa wamenyimwa fursa ya kumwona mwenyekiti wao mahaka magereza, hivyo kutokana na hilo, kwa kuwa wanachama wana hamu na shauku ya kumwona mwenyekiti wao, tarehe 19 atakuwepo katika viwanja, katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, baraza la wazee Bazecha linawaalika watu wote kwenda kumpa salamu kumsalimia mwenyekiti wa chama mtetezi wa wanyonge mpigania haki ndugu Tundu pas Tundu Antipas Lisu katika mahakama ya Kisutu kwa kuwa wanachadema wamejitahidi kwa kila namna, viongozi wetu wamejitahidi kwa kila namna kwenda, ma, kwenda magereza ya Ukonga bila mafanikio. Masharti yamekuwa magumu kumuona, hivyo ni fursa pekee ambayo, tarehe kumi na tisa, wanachadema wote, wananchi wote, wapenda haki, wapenda demokrasia, wanaalikwa mahakama ya Kisutu kwenda kusikiliza kesi ambayo inamkabiri mwenyekiti wetu ambayo ni shauri la uhaini ambalo hukumu yake ni kunyongwa mpaka kufa. Hakika sisi kama wazee, baada ya kutafakari sana, Mheshimiwa Tundu Antipas Lisu amepigwa risasi na kushambuliwa na watu 8 hawajulikani uchunguzi mpaka leo nao haujulikani. Katika mazingira hayo, mashambulizi yale yalilenga kutwaa roho yake. Walipofeli na sasa wanafungua kesi, wanataka wamnyonge kwa kamba ili afe. Huo ni ukatili, tunapinga na tunalaani kwa nguvu zote. Ndugu waandishi wa habari ya kisiasa nchini. Baraza la wazee, tumefuatilia hali ya kisiasa nchini. Tumebaini viongozi wetu wa chama wanaendelea kusumbuliwa na serikali iliyoko madarakani, wananyanyaswa katika kutekeleza majukumu yao. Hivyo baraza la wazee linaitaka serikali, linamtaka Rais Samia kuacha mara moja kushambulia viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo. Baraza la Wazee linamtaka rais kuchukua hatua dhidi ya matukio yote ambayo yako kinyume na sheria na katiba za nchi. Baraza la Wazee linawapongeza viongozi wa chama walioko sasa linawapongeza viongozi wote katika nchi nzima kwa kazi wanayoendelea kuisimamia kukisimamia chama na kuesha operation ya no reform no election. Hivyo Baraza la wazee tunakubaliana na mpango wa chama na tunawabariki waendelee vivyo hivyo na waongeze bidii katika kudai mabadiliko ya sheria za uchaguzi, mabadiliko ya kanuni za uchaguzi na mabadiliko mengine yote ya haki ndani ya taifa letu. Viongozi wetu Mheshimiwa John Wegese Heche, Mheshimiwa katibu mkuu na waheshimiwa viongozi wengine wote, tunawashukuru sana, baraza la wazee. Tunawashukuru sana kwa kazi yao, na Mungu awape afya, waendelee kufanya vivyo hivyo, na sisi wazee tuko nyuma yao katika kuhakikisha wanatimiza malengo ya chama ya kudai no reform no erection. Ndugu waandishi wa habari, baraza la wazee kanda ya pwani linaitangaza hali hiyo ambayo imetokea Tanzania ya ukandamizaji kuwa ni shambulio dhidi ya uhuru wa Watanzania, ni shambulio dhidi ya haki, ni shambulio dhidi ya demokrasia. Baraza la wazee linatoa wito, linamtaka rais Samia Suluhu Hassan kuacha mara moja kushambulia demokrasia ya nchi yetu kwa kutumia vyombo vyake vya dola. Baraza linatoa wito kwa wanachama, wananchi, wapenda demokrasia, wapenda haki na wapenzi wote, Jumatatu tarehe 19 mwezi wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na tano saa tatu asubuhi kufika katika mahakama ya Kisutu ili kusikiliza kesi ya Mheshimiwa mwenyekiti Tundu Antipas Lissu na kwenda kumsalimia, kwa kuwa fursa hiyo imezuiwa na magereza. Kwa hiyo sisi wanachama tutafika Kisutu kwa ajili ya kwenda kumsalimia mwenyekiti wetu na kusikiliza mashauri yanayomkabili ambao ni tuhuma za uhaini ambao matokeo yake ni kunyongwa mpaka kufa. Mwisho, tunawashukuru waandishi wa habari, tunawashukuru wazee ambao mmefika hapa, asanteni sana. Waandishi wa habari, tunaamini taarifa hizo zitawafikia Watanzania, asanteni sana. takaribisha maswali kama yatakuwepo, karibuni sana Kama alivyoelekeza mwenyekiti baada ya kutoa mawaiza ambayo wameona kama baraza tuyalete mbele kwa ajili ya watanzania wote. Sasa ni haki yenu waandishi wa habari kuuliza maswali, na kwa sababu muda tunao, tuswaminye sana, tunaweza tukauliza maswali mpaka matano au mangapi? matano yana, yanatosha eti.

Swali la kwanza, nafikiri tukusanye maswali yote, alafu baada ya kumaliza maswali nafikiri atakuja kwa ajili ya kujibu kila baada ya, ya swali. Karibu swali la pili kama lipo, karibu lakini hamahama eh, hii wengi wanaohama, wengi wao ni viongozi waandamizi ndani ya chama. Wanasema tatizo kubwa la Chadema liko ndani ya Chadema yenyewe na hasa baada wa ya viongozi wapya kuingia madarakani chini chiniaische azao ambao ameinga sauma ya uongozi, kama baraza la wazee halijaona tatizo la aina hiyo, jambo la kwanza. Lakini swali la pili wote, eh, mnakubaliana ndani ya Chadema na mliweka wazi kabisa kwa pande zote kwamba uchaguzi wa Januari 21 na 22 ambao ulihitimishwa pale Mlimani City ulitangulia na kukanyagana kwa kiasi kikubwa sana, na inasema kwamba hata matokeo ya hiki kinachoendelea sasa ni kama makovu ya, ya, ya ule uchaguzi. Lakini baadaye mwenyekiti Lissu alikuja kutoa taarifa kwamba e, wazee kwa maana ya BAZECHA, baraza la wazee imekabidhiwa pia jukumu la kuhakikisha linawapitisha kwenye uponyaji wa vidonda vya uchaguzi. Nataka kujua nyinyi kama kanda ya kwani, mmefanya nini kama wazee kuhakikisha makovu ya uchaguzi yale mnayatibu, na tusingefika kwenye hatua hii ambayo tumefika kwa hapo? Sawa, so swali jingine, karibu latatu hilo tumeruhusu matano, kama yameisha basi, kuna moja dogo karibu. Uh, ni la kusakafia hayo aliyouliza, uh, wakati wa mkutano uh, wa mwisho wa uchaguzi uh, mwenyekiti aliyetoka madarakani Mbowe haitaka kuundwa kwa kamati ambayo itakwenda kutatua mgogoro wa ndani uliopo kutokana na makofi ya uchaguzi. Moja ya watu ambao walitajwa kuhusika kwenye kuponya ni wazee ninyi, ni kanda ya Pwani na mmesema, mkiongea nyinyi wazee wote wa Tanzania wameongea. Mmefanya nini sasa kuhakikisha mnaweka sawa kwa ni mgawaniko ambao tunauona kwa sasa ukiendelea? nafikiri karibu sasa kwa ajili ya majibu, mwenyekiti. Asante, maswali ni mazuri, japo wandishi hawakuelezea wanatoka vyombo gani. Nimeuliza maswali tu, chombo kimoja tu ndo kimesema, the chanzo. Baraza la wazee Chadema na wimbi la kuhamahama Chadema ni chama cha kidemokrasia, kwa hiyo kuhama kwa mtu ni njia mojawapo ya demokrasi. Kama mtu amekaa kwenye nyumba ameona anataka kuhama unamzuiaje? Kwa hiyo huwezi kumzuia mtu, kwa sababu hiki ni chombo na kiko safarini. Kwa hiyo ukiamua kituo chako cha kushuka umeshuka, basi unaendelea kushuka, na hakuna anayeweza kukulaumu au kukushurutisha kwa nini umeshuka. Kwa hiyo ni uhuru wa demokrasi, kwa hiyo Chadema inadumisha demokrasia. Eh, tatizo la kuhama linatokana na kukanyagana, na baraza la wazee lilipewa jukumu la kutibu majeraha. Ni kweli baraza la wazee ndio kazi yake na uchaguzi lazima watu wakanyagane. Ni kama mpira, Simba na Yanga wanakanyagana na mmeona sasa. Kwa mfano, Simba amedai reform, Yanga naye anadai reforms, wanakanyagana. Kwa hiyo chama cha siasa, na mnapoingia kwenye uchaguzi lazima kuwe na makundi, watakanyagana. Lakini wanaporudi, ni busara yako wewe kama mwanachama na kufuata katiba Majiraha tukuona, kanyagana kanyagana kwa jukumu la wazee kuponya majeraha, sisi hatukuona, kwa sababu waliokanyagana wamekanyagana wenyewe, kwamba huwezi ukasema kuna majeraha, na kwa sababu hatujampata mtu yoyote ambaye anasema mimi nimejeruhiwa sana, kwamba huyu kanikanyaga zaidi wakati tunacheza mechi. Walikanyagana na tiba ya kukanyagana, kila mmoja natibu majeraha yake. Busara gani itumike kuponya majeraha? Baraza la wazee ndio lenye wajibu wa kukaa. Kama kuna shida ambayo ipo, tutazungumza na hao, na hatuna shaka, kama mwandishi wa jambo alivyosema kwamba mwenyekiti mstaafu alishawahi kusema kwamba kiundwe chombo ambacho kitasaidia kuponya hayo majeraha. Ninataka niwathibitishie, tulishakaa na mwenyekiti huyo Mbowe, tulishakaa na mwenyekiti Lisu na tulishakaa na katibu mkuu. Kwa kuwa watu walidhani wali wamekanyagana, tulitoa nafasi ya watu waje kujieleza kwamba hatua iliyopo sasa ni nani amekanyagwa, na kakanyagwa na nani, kakanyagwa vipi. Lakini fursa hiyo tuliitoa ndani ya chama na hawakujitokeza. Matokeo yake tumesikia tu kwamba mtu ameshuka kwenye basi, katulia njia panda, hajulikani anaenda Kanaani au Misri. Kwetu tunasubiria na sisi tunaendelea kufanya kazi na nataka niwahakikishie baraza la wazee, baada ya kuchunguza, baada ya kufuatilia kwa karibu, chama kiko imara kuliko wakati mwingine wowote. Bahari inatema uchafu, wacha bahari iwe safi. Kwa hiyo, nitoe wito kwamba anayeshuka kwenye gari amefika safari yake, kwa sababu siasa ni safari na ina mwendo mrefu kuna watu watachoka njiani na kuna watu wengine watafika mahala, wataamua tu kushuka na kubaki hapo hapo walipobaki, waliposhukia. Pengine hata hiyo nchi ya ahadi ambao wanaitaka wao kwenda, wasifike. Kwa hiyo tunawapa mkono wa safari njema huko waendako. CHADEMA tuko salama, tunaendelea kupiga mwendo. No reforms.